Mwisho si wow, wa siku nakutana na watapeli. Naomba omba wewe. Acha ujinga wewe, omba omba, wao wakiamini wanamkomoa. Wakakuta Danieli anatoka akiwa mzima. Baadaye wote walimkiri kwamba Mungu wa Danieli kweli ni Mungu waliyehai <mucho> <ni Mungu. mucho> <mucho> Amani ya Bwana iwe nawe. Unanisikia, mdogo wangu? naomba unisamehe sana kwa kitendo kilichotokea siku hili, sikukipenda kabisa. Hata hivyo, mi sijaja kwa sababu ya hai, mi nimekuja na mambo yangu mengine kabisa. Nini tena? Unajua Kadywa... toka nimefanyia operation, yani ndio sijielewi kabisa. Usiku naumwa na yani, naumwa, yani afadhali hata mchana, usiku wa saa kabisa. Du, pole sana ndugu wangu. Asante Kila Usijari, we kama naye sina shida kabisa <tipi> nikwambie, kitu wala sina shida naye. Nashukuru sana kwanza, siku ile ulivyokuja hatukufanikiwa kufanya chochote mpaka muda ule. Kwa muda tu naye nimemsoma mambo mengi sana, sidhani kama ni rahisi mimi kuwa na mtu ambaye si sahihi kwangu kikubwa zaidi ambacho mimi nikuhitaji hapo. Mambo nisaidie, naweza nikampata vipi daktari ambaye anaweza akanisaidia matatizo yao? Ehe, kuna kuna rafiki yangu dokta nitaongea naye najua yule hawezi kushindwa, atakusaidia na hata kama akishindwa yeye, ndo atajua jinsi gani ya kusaidia. Ntashukuru sana asante sana dadangu, usijali

Nitakuomba ufike nyumbani pangu kwa mara moja, na mazungumzo na wewe. Ah, sasa hiyo ndio ndio nitakapoona wewe umepata muda, lakini nitamani iwe mapema hata kesho. Okay, asante sana, nakutakia huduma njema. Mchungaji oh, oh, oh. Kenny, hmm. Ninyi wadogo zangu, tofauti kati yenu mimi sipendo mchungaji Mwasambambo, na wewe, kuna shida gano? Unaomba unielezo kwa nini kuna shida? hmm. Mis pendo hata Mungu mwenyewe pendo, ni wachungaji kwani mwishi na bifo kwenye bongo flava? Hakuna shida yoyote, ndio kwanza mimi nakushukuru kaka Bambo, yeah. kwa sababu wewe ni kaka yetu yeah. na nanatufaham tangu tunaanza huduma mpaka ameni fania vitu vingi bila sababu ya msingi. Mimi mm. sina ugomvi naye. Yeye ndio ametengeneza picha hii mpaka kuonekana kama tuna ugomvi. ndio ndio, amenifukuza kanisani bila sababu yoyote, lakini pia bado haikutosha, amenifukuza nyumba ya kanisa bila sababu yoyote. Mpaka sasa hivi ikatokea tu wa Samaria wakanipokea kwamba bwana, ah ah, isha mchungaji kwenu usipende kutegemea kwa haraka haraka kushika juu ya fadhila

Tango. Eh, eh. Sikia, nimekuita ni hapa. Kuna jambo sikuelewa, sikuelewa, sikuelewa kabisa. Siku hile ulikuwa na maana gani unasema hivi pale, umfanya hivi? Unamaanisha nini wewe? Sikuelewa ulikuwa ah, ah, ah, ah. na ah, kachawa kako pale. Sasa tuachane na hayo. Yale siku ile yalipita. Kale kachawa sikari komao sikanunulie kokote nikaondoka hapa. Dadi yaani wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa watumishi wa Mungu kama nyinyi wachungaji mnaona mnakuwa na kachawa hivi. Eh.

unamaanisha, yaani mimi mumbea ndio maana kafiriji kangu akagandishi kanahitaji hela ya umeme, umeme uwe mwingi ugandishe mabarafu, umbea usimwagike. Eh sasa e, kama utaweza kununua kaumeme kila siku, um, um, um, um, um, niweze kugandisha kafiriji kangu sitosema kwa mtu lakini kwa mdomo tu nambia, usimwambie usimwa ah, wapi wewe wewe akuke kana umba eh, yule tu yule tu wajui, lakini mimi mwenyewe naumia. Kama ndio mimi mke wako, unaongea sana wewe, angalia eh. Ah, mwenye la si ndio mimi namwambia kakeni, eh, kama mchungaji keni, ukiona katoto kamekuja kana roho kaeleweka, msaidizi kakusaidia kwenye eh, kafamilia kako

Eh, hey, hapo tu maskini. Kama utaki, tuachane. Mimi naenda hey. Kunaanza tarumbeta kwenye vijuo vya boda boda bodaboda Eh, mchungaji, uh, baba msaidizi, hey, baba askofu msaidizi atatembea na wake za wachungaji. <laughs> Eh, hey, nah, basi ya tuma kwa namba yangu. Eh. Sikutesi, maripo hapa hapa duniani bwana. Eh, hey, maripo duniani. Sasa hivi mimi ni nani kabisa, namwambia mjongo. Sasa hivi nafanya kazi kazi gani? Namwambia niko na mchungaji nani pale baba nani msaidizi. Eh, askofu msaidizi yule. Ah, eh, kazi gani namwambia, sisemi. Kuna siku nitasema. Eh, siku asiponilipa kaira kangu e, na weka wazi kaka kazi yetu uko nakafanya. Katembea, na mke wa mchungaji keni. Eh, tena naongezea na uongo sasa hivi anatafuta na mke wa mchungaji wa kanisa lolote namtaja. Eh. Hiyo biashara endelevu hiyo kwa nani? Pastari Ryan. Abeba. Nimefurahi sana kukuona. Na shukuru mimi pia nimefurahi kukuona japo, mm -hmm. Moyo wangu upo sawa kivile kutokana na jambo ambalo nimejia huko leo. Hmm. Baba, nimetoka kijijini, nimepata simu ya baba msaidizi hmm. ananitaka nyumbani kwake haraka sana. Okay. Nyumbani. Nyumbani kwake. Sasa nikaona ni njema nipitie kwanza hapa kabla ya kufika kwake, uendelee hmm. tu kuniombea. Sielewi ndo nafukuzwa kabisa au yani sielewi, yani ni jambo gani ambalo amepitia Uh, mimi na mimi naona kama kunaweza kukaa hmm. na neema utaki, na utakiwi kabisa kuwa na hofu yoyote kwa sababu unaweza kukuta unaenda pale, pengine ni jambo ambalo eh, mi nadhani kwamba uenda amekaa amejitasmini mwenyewe na ile jambo ambayo ameona kwambie kisiri kwamba pengine mm -hmm. anataka kurudisha ila angekuwa ni wakukusimamisha au kukufukuza kabisa ngekuta magosi. Ebu ondoa hofu, nenda na Mungu, atakutetea. Amen, baba. Amen. Basi ngoja mi niende, alafu nitakupigia. Nikitoka hapo ntakupigia, ntakueleza ni nini amesema. Ebe. Karibu sana. Sana. Asante. Karibu. Asante. Asante. Karibu. Karibu. Ah, kutoka. Njema Kare... kabisa. Kare... Amin. Amin. Sana. Amin. Sana. Karibu. Asante. Nashukuru umewahi na mimi nilikuwa nijiandaa kutoka. nika najiandaa kutoka. Ili nielekee kazini. a kijijini. Ah, Za kijijini. Njema kabisa. huku Okay. Karibu ndani e, niko na sababu tukaa hapa nje nadhani pia ingekuwa huru sana maana pana kaupepo kazuri. Naona kama hapa mko vizuri zaidi hapa nje kuliko ndani. Usijali, Mchungaji Lilian hapa nje tutakuja tutukae, lakini kutokana na umuhimu wa mazungumzo yenyewe mimi ningekuomba tu uwe huru ukae ndani ndio, karibu sana, karibu. Karibu sana. Ah. Karibu mchungaji. Asante. Karibu, karibu, karibu sana. Ah, hapo Australia <tipa> <tipa> Ninatamani ninatamani kuacha. No, no, no, no. Ninatamani kutoka. Oh. <tipa> <tipa> <tipa> Lakini ninashindwa kutokana na maagano nilioweka. Ninatamani kuacha, ninatamani kutoka. Oh. Lakini ninashindwa kutokana na maagano nilioweka. Ninatamani kuacha. No, no, no, no, no. Ninatamani kutoka. Uh. Lakini ninashindwa kutokana na maagano niliyoweka. Ah, mchungaji. Ah, pole kwa kunisubiria. Ah. Karibu juice kidogo, utanisamehe. Yes. Kwa sababu sasa najua niko peke yangu kwa muda mbe mbele. Yes. Kwa hiyo sasa <laughs> najua changamoto za wanaume. Mm -hmm. Karibu sana, karibu juice. Yes, huduma mm. Huduma njema japo, mazingira ya kule hmm. Kikweli ni magumu. Mm. Magumu sana kunaendelea mm. Okay. Eh, mm. Okay. <coughs> kupambana, na Mungu ananisaidia naendelea. Haina shida tutaangalia namna ya kufanya ili eh, kuhakikisha kwamba huduma inakuwa nyepesi lakini ile huduma ya nyumba kwa nyumba ya hivi

Ninatamani kuwacha, no, no, no, no, no. Ninatamani kutoka. Ooh. Lakini ninashindwa kutokana na maagano niliyoweka. Ninatamani kuwacha. No, no, no. Ninatamani kutoka, kutoka. Oh, lakini ninashindwa